Timu wa chuo hiki cha uhasibu Njiro Main Campus. Kwa digli yangu ya kwanza nimehitimu mwaka 2013 kumi na digli ya pili mwaka 2022. Naishirini na, na, na kama mwanafunzi ambaye nimesha kusoma hapa, kwa kweli naona kuna mafanikio sio makubwa tu, ni makubwa zaidi. Today nilipofanya ziara na kamati yangu ya bunge uh, Public Accounts Committee PAC, hapa kuna hosteli nyingi zimejengwa, majengo karibu nane ambayo yamejengwa ambayo majengo yote hayo ya unaona, yataenda kwa komodeti wanafunzi wengi sana, na mkuu chuo katika ripoti yake amesema ya wasingetamani watoto wale ambao wanasoma ngazi kuanzia certificate ambao wanakuja hapa wakiwa na umri mdogo wapate adha na changamoto ambayo watangulizi wao tulipita, kama dada zao ambao, of course, chuo alikuwa natuweza kutusaidia, mwaka wa kwanza utakaa ndani, lakini mwaka wa tatu wanakutoa si kwamba unataka lakini ni uwezo wa chuo kwa kweli ukiangalia majengo jengo la administration, baada ya chuo kuongeza kampasi zake uh, Dodoma Babati, hapa Arusha yenyewe wameweza kujenga jengo lao kubwa sana ambalo ni la makao makuu kama chuo cha Arusha. Kwa kweli ukifika hapa, unaona kabisa kwamba watu wamezamilia kufanya kazi, lakini furaha nyingine unaona kwamba hata wale walimu ambao tuliwaacha walikuwa wanatufundisha miaka kumi na mbili iliyopita unaona ndio walimu ambao wamepanda kwenye ngazi mbalimbali wanafanya, lakini kuna vijana tofauti tofauti hapa ambao ukiwahoji, ambao ni mazao ya chuo cha uhasibu. Hata hao ambao wanatuhoji hapa ni mazao ya chuo cha uhasibu, kwa hiyo unaweza ukaona kwamba tunaposema elimu ambayo inaishi au ya mfano kwa kweli ni Institute of Accountancy ya Arusha. Mimi pia niliyesimama hapa ni mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndani ya nchi yetu, kuwa mbunge wa jimbo si kitu kidogo, lakini unaweza ukaona kwamba chuo kiliweka nini kwenye kichwa changu na mpaka nimeweza kufikia hapa. Wito wangu kwa Watanzania wote na wazazi wote waendelee kukiamini chuo cha wasibu mahali popote na kampasi zao, waone kabisa ni watu ambao watatoa excellent education kwa watoto wao yani iwe ni chuo cha kwanza kuchagu, mwanafunzi kuchagua kama priority ili aje afike Arusha na matowe mengine kwa ajili ya kutaka kuja kusoma hapa, kwa sababu wana vielelezo vingi sana. Mimi ni mwanafunzi ambaye nilisoma hapa kwa zaidi ya miaka saba. Sikuwahi kuajiliwa serikalini, ajili yangu ya kwanza serikalini ni ubunge, lakini mwanafunzi ambaye nilitoka hapa nilibahatika kufanya kazi Umoja wa Mataifa. Sikuwahi kufanya kwenye government yetu ya Tanzania, lakini nilifanya na NGO zingine za kimataifa. Ni nini yote ilinipelekea kufika hapo? Ni ujuzi ambao nilikuwa nimeupata hapa kwa kwa kuboreshwa kwa majengo haya ambayo tunayaona, miundombinu yote ambayo serikali imeweza kuwekeza pesa zake uongozi wa chuo kuweka nguvu yao na uzalendo wao mkubwa kwa ajili ya kufanya mazingira yao rafiki. Lengo ni kwamba wamekusudia kumfanya mtoto wa kitanzania atakapokuja hapa apate mazingira mazuri na rafiki, ambaye ataweza kumsaidia na yeye akaende kwenda kuwa zao kwa ajili ya taifa letu, kama ambavyo mimi niliposoma hapa nilipewa mkopo. Nilivyokuwa mbunge, nimelipa mkopo wangu kwa mkopo wangu umefanya na watoto wengine waweze kusoma. Kwa hiyo chuo cha uhasibu Arusha na kampasi zake ndipo pa mahali pa mtu kuja kujitwalia uzoefu wake, utaalamu wake na aende akalisaidia taifa lake. Asanteni sana.